Tunataka watoto wetu wa primary school wajue kusoma, kuandika, kuhesabu kwa kiwango kizuri, kwa sababu huko nyuma imetokea kuna watoto mtu anafika darasa la nne hajui kusoma, kuandika na kuhesabu vizuri. Sasa kwa sababu Tanga ni jiji rafiki kwa vijana na kwa watoto hicho mradi programu ya Tanga yetu haikubali. Kwa hiyo katika kujenga msingi bora kwa vijana na watoto mradi huo umepitishwa na utazinduliwa. Wito wangu kwa vijana ni kama tunavyojua kila mtu anataka pesa, na hii miradi lengo lake ni kuweza kuwajengea vijana uwezo, lakini pia waweze kupata pesa. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana ni waweze kuona hizi ni fursa, waweze kuzikimbilia unapoanza mradi e, tunakuwa tunaongea sana nadharia, lakini katikati ndo mambo yanakuja kuchanganya na pesa inaanza kuonekana. Ni wasihi vijana wa Tanga, kwamba hizi ni fursa waweze kushiriki kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili kusudi tuweze kuinuka wote kwa pamoja na kuweza kuinua kipato, lakini pia na, na familia zetu, pia tuweze kuepusha hii hali ya utegemezi. Kuna wanafunzi wamekaa shule hadi miaka sita, kuna wanafunzi miaka mitano, minne, mitatu lakini wanakuwa hawana uelewa kabisa. Hii programu yetu ambayo tunayo sasa hivi ni kwamba tunawasaidia wale wanafunzi kwa kipindi cha siku sitini tu, wanaweza wakapata huo ufaulu.